Hello, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa D&A TV. I hope kwamba uko poa kabisa, lakini sisi kazi yetu kama D&A TV ni kukuletea zile habari zote za moto, lakini kukukumbusha vitu ambavyo vimewahi kupita kwa watu wa Gen Z, yaani wale watoto wa elfu mbili e, na jua kwamba utakuwa umesikia hadithi au simulizi au jambo la popobawa ambalo limewahi kutokea katika kipindi fulani. E, ilikuwa ni dude fulani ambalo linakuja nyakati za usiku, lakini lilikuwa likipitia sana wanaume na kipita na wewe, inabidi utaje useme kwa watu bwana, e, popobawa amepita, ili asija akarudi mara ya pili. Sasa sisi kama D&A TV leo tumekuja mtaani kabisa ndani Mkunduge kuweza kupata e, ukweli wa hili jambo, lakini pia kukuletea wewe ili uweze kuelewa kwamba kuhusiana na popobawa na, na hii story, je, ilikuwa ni na ukweli wake au ilikuwaje? Kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho, na mimi ndo naelekea pale kabisa kuweza kukutana na mtu ambaye e, yeye ame experience kipindi hicho, na sisi tunakuletea hapo mezani kwako. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare ili uwe mwanafamilia yetu, twende Asante sana. Vipi, hapa ndo pa kukaa. Nashukuru yeah, ah, sana D&A. Tunataka leo tupe exclusive kubwa yako. Ah, kwelikweli Mheshimiwa salama. Eh, kwanza watazamaji wetu wa kufahamu kwa majina. yeah, mimi naitwa uh, Peter Jacob Kulunge. yeah. Yeah, mimi naitwa Peter Jacob Kulunge ni, ni mkazi wa hata ya Tandale, hmm. Maana yake ni jirani kabisa na eneo ambalo wana kituo cha daladala kinaitwa Popobawa, okay. Sasa eh, Popobawa ni, ni, ni story ambayo iliwahi kutrendi au ni jambo ambalo liwahi kutrendi eh, kwenye kipindi cha miaka ya nyuma kidogo, lakini Popobawa ilikuwa anasemekana anaingilia eh, wanaume zaidi na hii inakuja ku prove hata vyombo vya habari vilikuwa vikitangaza kwenye taarifa habari eh, kuwa Popo bawa limefika mahali fulani. Hii swali na ukweli kiasi gani? Nawe kama mkazi wa Mkunduge, Kinondoni, Dar es Salaam yeah. Uh, unajua kiuarisia kabisa hili jambo uh, Popo bawa haikuwahi kutokea Dar es Salaam, haikuwa aoke kutokea. Haikuwa kutokea kwa sababu hili jambo tumelisikia miaka ya nyuma lilikuwa Pemba visiwani huko Pemba eh, ikawa wanasema kuna mdudu ana jicho moja, ni eh, kama popo hivi eh, lakini yeye eh, ana jicho moja eh, anawaingilia wanaume usiku, na ana manake, huyo mtu alikuwa anafanya huyu, huyo mdudu alikuwa anawasiliana nao akiwaambia, kwa maana ya kesho, maanake ile jambo lilifanyaje litangazwe. Uh, kule Pemba ulikuwa hata ukipiga simu kiwasiana na watu wa kule walikuwa wanaonyesha hilo jambo liko kweli. Umeona? Mm. Maanake jambo likaenda lime trend zaidi kule Pemba ikawa la namna hiyo, watu walikuwa wanatuthibitishia kwamba hilo jambo kweli lipo, na watu wame, wanasema kwamba bwana, mimi nimefanyiwa hilo tukio. Na kwa hiyo, na ile ilikuwa inasemekana ni lazima uhadisie watu au unamhadisia hata mtu mmoja tu kwamba bwana, mimi jana usiku Popobawa amepita na mimi au lazima uambie umma, ni umati wa watu wengi wafahamu. Sasa pruvu ya hiyo kuelewa hilo kwangu na kuwa mdogo kwa sababu moja, yeah, mimi sikuwa Pemba yeah, wakati huo isipokuwa yeah, wale watu wa Pemba ambao ni ndugu ja, na jamaa zetu, ukiuliza sasa, bwana kuna hadithi imekuja moja mbili ah, kweli hilo jambo lakini lazima uhadisie, ili usi usikutwe tena na hiyo hiyo hali. Umeona, iko ndio kitu ambacho tulikuwa tuna tunakifahamu na ni watu ambao tumewasiliana nao, umetujuza lakini za kujua bwana, una lazima awaambie wawili, lazima awaambie watatu, lazima awaambie wangapi. Hmm, kiukweli ile watu kufaje? yeah. Yeah, mimi binafsi sikufahamu, si kwa maana ya lazima awaambie wangapi. Sasa eh, kwa hapa Dar es Salaam lilianza kuingia jengeaje na E, lilianzia kuingia sehemu ipi aidha, e, labda lilianzia Mbagala e, lilianzia sehemu ipi na watu mlilipokeaje? Sasa unaona Dar es Salaam uh, ilivyo Dar es Salaam e. kuna vitu fulani hivi vya vya, vya taharuki ambavyo vinatokea vina kwa mfano Dar es Salaam haikuwahi kutokea moja kwa moja mtu tukamgundua au akasema kwa sisi wakazi wa Dar es Salaam kwa maana mimi bwana, nimefanywa tukio hilo na popobawa e. Isipokuwa ukikaa, okay, sasa yuko mtu Akiwa Mbagala anasikia bwana Tandale inatokea, natokea okay. Watandale tunasikia Mbagala inatokea, iko mtu anasema Tabata imetokea iko, maana yake, lakini aliyefanywa ni huyu, maana yake hatujafanyaje, hatujapata kumuona kwa kwa kwa kwa hiyo hali, maana yake tu ilifika hatua, kwa sababu tulikuwa tunajua ile jambo la kutisha, kila mtu alikuwa anaishi kwa hofu kipindi hicho, ilifika hatua kila mtu aliishi kwa hofu, kwa maana iko kitu kipyo mm -hmm. Na lazima uambie watu ya, jambo ilikuwa lina, linawapa watu sana hofu kwa miaka ile. Vipi sasa, yes, kwenye upande wa kulala usingizi, usingizi ulikuwepo kipindi hicho? E, ukiwaza kwamba hapa nikilala bwana popobawa atapita na mimi, usingizi ulikuwaje kipindi hicho? Unaona sasa, hayo ndo maisha ya taharuki sasa yanapokuja. hmm. kwa maana ya kwamba se kwa mfano kama sisi vijana wa kipindi kile, manake tulisumbuka sana kwenye namna no hiyo, kwa maana du kesho yani, alafu kesho nikaadisie, unajua e, kwanza anafanywa hilo tukio ah, haikuwa nyepesi, haikuwa nyepesi, haikuwa nyepesi, haikuwa nye kwa vijana wote ambao e, walikuwa wanajitambua kwa kipindi hiko, haikuwa nyepesi. Sasa e, mliwahi kuwa mnakesha labda hadi asubuhi e, kuhakikisha kwamba maybe mnalala mchana ili kupishana na popobawa. Ya yeah, kwa mfano kitokea kwa mfano umetokea ah, sasa leo iko Mbagala maana watu wa Mbagala walikuwa wanapata shida. Walikuwa wanapata wali wali wali wali shida siku hiyo, maana yake kulala kwake inakuwa mtihani, lakini ah, leo iko Tandale maana yake pia nanyi, mkak, maskani, <laughs> eh, ucha, mna, yeah, kwa na nyinyi mnaweza mkajikuta mko maskani mmekaa eh usiku kucha story. Kwa maana hakuna mtu ambaye alikuwa anataka kukutana na fedha hiyo. Kwa hiyo maana yake kila mtu alikuwa anakwepa hiyo fedha kwa namna yake. Kwa mfano yule ambaye alikuwa anatoa taarifa e, kwamba Popobawa bwana limekuja Tandale bwana limekuja Mkunduge, kuna mtu amepitiwa. Yule mtu alikuwa anatoa taarifa ni yupi, ambaye yeye alikuwa ndo akizisambaza hizo taarifa? Ah, Popobaba mpi mtu taarifa? Popobawa mpi mtu taarifa? Isipokuwa ah, sisi tuna maisha hata, ya taharuku sana Tanzania. Mimi nikwambie, kuna, kuna mwaka mmoja mm. Ilitokea hivi karibuni tu, litokea kuna kitu kimoja kinaitwa panyarodi mm. Sijui ushawahi kusikia iko kitu mm. Eh, wale panyarodi ilifika hatua mkoa wa Dar es Salaam mzima huu mm. eh, tukaingia ndani watu tukakaa kwa, kwa tahadhari kwa nini? Watu wa Mbagala wanasema wako, wako, wako wanakaribia, watu wa Tandale wanasema wanakaribia. Kwa hiyo kila mtu alifika hatua, alikuwa ameenda kujihami ili kuhakikisha ile hali sifai. Sasa kwa hali ile ile ndio ilitokea na mipango hiyo ya baa kwa maana leo tumesikia yuko Chanika, maanake watu wa Chanika sasa wanataka kutahadhari. Uone kwamba na lile jambo limekaa lakini, utasikia leo yuko si Mbagara, maanake watu wa Mbagara nao wanataka kutahadhari. Lakini ilikuwa ni hadithi tu ambayo inajitokeza tokeza, na watu wakijadiliana kwamba hapo nyuma ye, ye, ye. lakini mtu mwenyewe aswa Dar es Salaam ambaye huyu amekutwa na ile jambo hayupo. E, sasa kama unasema hiyo ilikuwa haipo ni kama story. Nyie mliwezaje kulala nje sasa? A, sasa sisi vijana sisi vijana, alafu kama leo ingekuwa leo mm. Kwa maana kijana wa leo ma, ndo ndo anatakiwa kuishi ku, kwa namna hiyo, maana yake kipindi hiko sisi mm. Unaogopa kufanya hiyo jambo, unaogopa fedha ya kwenda kutangaza, unaogopa, unajua mm. Unaona hata hii, sije kawa hadithi lakini pia kawa kweli. Kwa hiyo, maana yake unajikuta una sasa, unakaa macho kwa maana ya kuogopa hiyo hali, sije kafaje ikakukuta. Na kwa wewe binafsi, uliwahi kukaa nje kwa siku ngapi na ulikuwa unalala saa ngapi? Ah, sasa sisi mimi binafsi kwa mfano kama sisi eneo letu mm. ambalo hili ambalo tuko tunaishi maeneo haya sisi tuko na desturi kabisa ya ya ya kukaa nje kwa kipindi hicho chote. Tulikaa karibia karibia wiki wiki mbili nzima za, hadi sile, ilivyokuwa hoti. Tulikuwa tunakaa nje kabisa. Tunakaa mikeka nje, wajikuta mtu unasinzia lakini maana yake mko, mnapiga story, umesinzia kidogo, umeamka kidogo, umefanyaje kidogo lakini maana yake kiasili kabisa usiku kucha nyinyi mnakuwa mko nje. Kwa mnasinzia kupokezana. Yeah. Sasa eh, hey, eh, kutokana na hii Popobawa na unaposema ni kama story tu, lakini pia kwenye maeneo ya kwenu hapa kuna kituo kinaitwa Popobawa. Sasa hebu eh, unaweza kuniambia hilo jina limetokanaje au ndo limetokana na hiyo popobawa kupita pale ndo akawa msambaza taarifa na akaamua kuita sehemu yake Popobawa? Hapana. Sasa unajua jambo la pale kituo kile cha basi kuitwa popobawa yaani ndio vichekesho vyake, utaviona vya ajabu kabisa pale eneo lile. Kulikuwa kuna bwana mmoja anauza zamani, anauza kaseti. zile siku hizi hakuna zile kanda za, za kuzungusha hivi zile za kaseti zile, hmm. Eh, alichora wanamuziki wengi, lakini pia kuna mwanamuziki mmoja pale alichora, alikuwa na jicho moja. Sasa yule sio alikuwa ni si mwanamuziki sio, kitu kitu gani, lakini na jicho moja tu hapa kati neno pua na kila kitu kingine cha binadamu mpaka alifanywa kama eh, passport size hivi mm. Lakini jicho lake hapa katikati liko moja sasa, na hiyo ni muda mrefu kabla iyo ya hiyo hadithi ya Popobawa umeona mm. Lakini sasa imekuja, tukaenda baadaye tunasikia kwamba Popobawa huyo ana ana jicho mm. moja umeona mm. Na pale kulikuwa kuna jina kabisa, kwa maana ya pale likuwa ni Kagera, mtaa wa Kagera ule ndio unakoanzia mtaa wa Kagera mm. Nishishe kona ya kage, mtaa wa Kagera hapo nishushe kona Kagera mm. lakini kafika hatua sasa kwa sababu kuna ile pale, bwana nishushe hapo kwa Popobawa hapo. Yaani maana yake yule mtu pale alikaa pale tayari akaandio eneo lake. Eh, tena kachora tu kwenye, kwenye wale wa, wa waimbaji. Nishushe hapo kwa Popobawa, nishushe Popobawa, nishushe Popobawa. Maana yake ile jambo tayari limekaa kama tumeambiwa huyo Popobawa anajicho moja. Maana yake na huyo aliyechora hapa anajicho moja. Maana yake sasa tukanasibisha huyu aliyechoa na yule ambaye wanafanyaje una, wanamzungumza kwa maana inawezekana inawezeka, inaonekana kabisa kama huyu ndio popobawa mwenyewe. Mm -hmm. Ni, ni, ni yeyo jambo limepatikana. Popobawa hapo hakuwa mtu, popobawa hakuwa mtu. Mm -hmm. Yani maana yake ni hadithi ile ya picha ya pale. Vituo vingi vya huku kwetu mm -hmm. na mitaa mingi ya huku kwetu ni majina ya watu wazee wakazi wa muda mrefu mm -hmm. Lakini pale popobawa hakuwa mtu, kwa maana huyu ndio mtu mwenyewe popobawa, hapana sasa kulingana na hivyo unavyosema kwamba eh, lile eneo popo bawa ilikuwa ni eneo popo bawa amechorwa na nini? mm -hmm. So hapo unanipa access ya kuuliza tena, kwa mfano kama jina la Mkunduge, eh, unaweza ukaniambia limetokana na nini, yani ilikuwa ni nani na kwa nini lilitwa liliitwa hivyo? okay. Mkunduge bwana alikuwa mtu Mkunduge, mtu kabisa anaitwa Mkunduge mm -hmm. Mtu ambaye alikuwa na maeneo mm haya -hmm. Sehemu kubwa ya maeneo haya imeuzwa kutokea kwake yuko mzee alikuwa anaishi hapa alikuwa anaitwa Mkunduge na alikuwa mashamba yake haya. Kwa hiyo kwa Mkunduge kwa Mkunduge kwa Mkunduge mwenyewe Mkunduge. Lakini pia sio hapo tu. Ukiona kwa Mkunduge kwa sababu sasa hivi yeye amepoteza eh uhai na bahati mbaya hata familia haipo mm. eh, lakini maana yake utaona kuna sehemu kabla ya kwa Mkunduge kutoka hapo, kuna sehemu tu kwa Tumbo. Kwa Tumbo yuko mtu kabisa alikuwa anaitwa Mzee Tumbo. Alikuwa pale juu alikuwa na biashara zake za zamani watu wakiwauza pombe e alikuwa na kilabu Kla, kilabu, wa, cha kilabu cha pombe watu wanakunywa kunywa pombe pale mzee Tumbo. Hmm. alikuwa na tumbo kubwa tumbo kwa tumbo kwa tumbo kwa tumbo, Lakini hapa maana yake ikawa mbele hapa kwa Mkunduge, kwa maana yeye Mkunduge alikuwepo hai. hmm. Lakini ukisogea mbele unakuta eneo lingine, unamkuta kuna mzee mwingine alikuwa anaitwa Mtogole. hmm. tena bahati nzuri Mtogole, maana yake familia pia hadi hivi sasa ipo lakini hata kwa tumbo mzee Tumbo familia pia ipo, maana yake wako watu kabisa kwamba inawezekana tumbo mwenyewe hayupo, lakini hawa ni kizazi cha mzee Tumbo. Lakini Mtogole pia ni kizazi kikubwa zaidi, yaani ukifika mm. Mtogole maana yake utawakuta watu wengi familia ya Mtogole kabisa. Mm. Maana yake mpaka watoto wa leo, wako mtu ambaye anaitwa Mtogole mm. kwa maana ya jina la babu limesogea, huyo mtu anaitwa Mtogole. Ukisogea mbele kwa maana ya maeneo yetu haya kuna sehemu inaitwa Tanesco ndio ile Tanesco lakini pale Tanesco kwenyewe kunaitwa Muharitani. Muharitani kwa maana ya mti, eh, mti unaitwa Muharitani ulikuwa mkubwa maana yake ndio kunaitwa Muharitani. Bwana mimi nikushukuru sana eh, kwa kuweza kutupa exclusive ya Popo Bawa eh, nafikiri watu wengi wameweza kujifunza, watazamaji wa D&A TV kutokea kwako. Tunashukuru sana kwa wakati mwingine ambao tutahitaji, tunaomba utupe eh, nafasi tena. Asante sana. Yes. Karibuni sana. Shukuru sana. San e, mpenzi mtazamaji wa D&A TV, I hope kwamba umeweza kujifunza vitu vingi sana e, kutoka kwa mkongwe huyu ambaye yeye ameweza kutudadavulia kutu vizuri kuhusiana na swala la Popobawa. Ingawa likuwa likitangazwa sana, lakini pia kwa vijana wa elfu mbili au waliozaliwa mwaka elfu mbili na sita na ngapi huko, ni watu ambao kidogo walikuta hizo stori awakuwahi kuziexperience. Hao ndio wamewahi kuziexperience na wameweza kutupa experience ambayo waliwahi kupitia kipindi hicho cha Popo Bawa. Usiache kusubscribe, kukomenti na kushaili ili kuwa mwanafamilia wetu wa D&A TV. lakini pia kipindi hichi kimepewa nguvu na D&A Bakery ambao wao ni watengenezaji wa mikate e, keki e. Kama una sherehe yako kabisa ni harusi birthday, basi unaweza, hawa wataweza kupendezesha birthday yako na harusi yako kuwa vizuri kabisa. Usisahau kusubscribe, ku comment na kushare, lakini pia usisahau kumwambia ndugu jamaa na marafiki mambo yapo huku e. mimi ni Elia Samson Samuel na nyuma ya kamera niko na Shomari Kipande, na mwisho wa kipindi hichi ndo mwanzo wa kipindi kijacho, asante.